Wakili Ahmednassir Abdullahi sasa anataka hatua za dharura kuchukuliwa dhidi ya mkurugenzi mkuu wa idara ya CID Ndegwa Muhoro kwa madai ya kuhusika na hongo ya shilingi milioni hamsini ili kubatilisha kesi ya Tatu City. Kando na hayo, wakili Ahmednassir amemtaka mkuu wa polisi kuanzisha uchunguzi dhidi ya afisa mkuu wa CID kwa kuongoza mitandao ya wafisadi serikali. Muhamed Ali anatuarifu zaidi. Francis Ndegwa Muhoro, mkurugenzi wa CID ambaye tangu kuteuliwa kwake Agosti mwaka wa 2010 amekuwa akigonga vichwa vya habari kwa tetesi na kashfa ya uongozi wake unaodaiwa kujawa dhuluma kwa maafisa wadogo wa CID pamoja na kuabudu pesa badala ya haki. Wakili Ahmednassir Abdullahi sasa ameiandikia barua tume ya kupambana na ufisadi EACC pamoja na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko akitaka Ndegwa Muhoro achunguzwe mara moja na kufunguliwa mashtaka kwa madai ya kupokea hongo kufutilia mbali kesi ya aliyekuwa mkurugenzi wa banki kuu ya Kenya na Hasho Mnyaga na washukiwa wengine saba waliotajwa katika kesi ya mradi wa Tatu City. Katika barua hii, Ahmednassir amemkashifu vikali Ndegwa Muhoro kwa kupokea hongo ya shilingi milioni hamsini pamoja na hekari mia tatu za ardhi ili kuwashtaki wawekezaji kutoka nje badala ya Nahashon Nyaga. I will subject myself to the constitution. Ahmednassir aliendelea kusema kuwa Ndegwa Muhoro aliwatumia maafisa wake aliyowachagua binafsi kuharibu mwelekeo wa kesi hiyo ya ardhi ya ukubwa wa ekari 1183 inayogharimu shilingi bilioni 5.3. Kwenye waraka huo Ahmednassir amemlinganisha Ndegwa Muhoro na wakuu wa kundi la Mafia, akisema anatumia mbinu sawa kuhangaisha na kuhadaa baadhi ya wa walalamishi katika kesi mbalimbali mbali. Duru zinatuarifu kuwa EACC imefungua faili ya uchunguzi dhidi ya mkurugenzi huyo wa CID huku wakili Ahmednassir itarajiwa kuwasilisha ombi mahakamani kutaka Ndegwa Muhoro atajwe kuwa asiyefaa kuongoza idara ya polisi wa jinai almaaruf CID, ambayo inahitaji afisa mwenye tajiriba bora zaidi. Mingairi na hayo, wakili Ahmednassir pia amemtaka kiongozi mkuu wa mashtaka Keriako Tobiko kumtaka mkuu wa polisi Joseph Boinet kumchunguza Ndegwa Muhoro mara moja. Kitengo cha CID kimekuwa kikitazamwa kwa jicho la tatu tangu na sakata ya ufisadi ya NYS na iwapo madai ya Ndegwa Muhoro kupokea hongo ya shilingi milioni hamsini ya yakawa ya kweli basi huenda kuna kasoro ndani ya kitengo hicho. Mohamed Ali, KTN News, Nairobi.